Mamoja yalishindikana lakini makumi yamewezekana tarehe kumi na nane, wananchi na African Simba Queens wameweza kuchuana vikali KMC Complex. Niko na shabiki wa wananchi Yanga Princess, unakuwaje mzee wangu? Fresh, ndugu yangu, kwema kwema kabisa. Hongera kwa ushindi mzee. Shukrani sana kaka, tulijua tutashinda na tumeshinda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaenda kujiangalia kwenye michezo inayokuja. Mlijua mtashinda? Yes, tulijua tutashinda, tulikuwa na Simba Queens na JKT Queens kule Arusha kwenye Samia Cup na wote hao tukaweza kuwagaragaza tukaingia fainali, tukawafunga JKT Queens fainali goli tatu kwa sifuri. Sasa ilipokuja swala la kucheza na Simba ambao walifungwa na JKT Queens, nilijua kama JKT Queens tumempiga tatu na huyu JKT Queens amewafunga Simba, timu yangu ina uwezo wa kumfunga Simba Queens, na tumekuja tumepata matokeo lakini walikuja na, na, na, na mfumo ambao kidogo uliwapa changamoto japo mlipata moja kati ya bao zuri sana kipindi cha pili hasa. Unahisi labda dakika like zingeongezwa zaidi ile wasingefanya lolote lile uh, and that's football. Usipocheza kipindi cha kwanza vizuri usipotumia nafasi unazozipata vizuri mwenzio mpinzani akitana, anakuja na kumaliza. Tulicheza vibaya kipindi cha kwanza, lakini mbinu za kocha Edna Lema akaituliza timu kipindi cha pili, ni kama chote kilikuwa cha kwetu. Tungeweza kupata tatu nne mpaka tano, lakini mwisho wa siku mechi imemalizika kwa goli moja sifuri. E, ni alama tatu na tumemstopisha Simba. Najua bila kuangalia, je, Yanga Princess anatatia ubingwa au anatafuta ubingwa wa kwanza au vipi? kumfunga tu mtani kwenye dabi ya Kariakoo, haijalishi ni ya watoto, ni ya wanawake, ni ya wakubwa, ni heshima. Kwa hiyo tulikuja uwanjani kutafuta heshima, kitu ambacho tumeipata. Eh, tunaangalia mechi zinazokuja kuhusu bingwa, nadhani bado debate ni kubwa kwa Simba Queens na JKT, lakini ni alama nzuri kwenye timu yangu kuelekea msimu unaokuja. Noma sana noma sana eh bana, labda pengine leo ulivyotazama kwa upande wa mashabiki mwamko umekuwa ni mkubwa sana, pengine labda unaweza ukasema ni kiu waliyokuwa nayo uh, kupitia ile tarehe nane ambayo hakuna kilichofanyika. ah, of course, unajua uh, ligi kwanza ya wanawake ni ngumu. Ligi ya wanawake ukiangusha alama mbili tayari ushaondoka kwenye ubingwa. Leo Simba walikuja na mazoea yale yale hawa tunawafungaga na wameloga sana. Hii mechi ilikuwa ni ya kwao shii. Kwa hiyo nadhani sisi kwa upande wetu sisi Yanga Princess timu yangu ishamaliza ligi. Wala usitegemee kwamba sisi Yanga Princess tutamfunga JKT Queens. Hatuwezi kumfunga JKT Queens kwa sababu sisi bado tuko mbali kutetea ubingwa. Kuliko mtani achukue ubingwa, sisi tunaenda mbweni kutalii. Yaani kama wanadhani hawa Simba Queens tutaenda kuwakazia JKT Queens wanajidanganya. Si tunaenda Mbweni kuangalia wanajeshi wanapiga vipi kwata, lakini swala la kwenda kutafuta alama tatu, yani sisi tushamaliza ligi hapa kama tulivyomaliza na wanaume e, wao kwenye ligi kule hatuchezi nao tena, na huku ndo tushamaliza ligi, hatuchezi tena na wao. Tunaenda zetu kule JKT Queens kutalii. Na mechi nyingine zilizobaki Yanga tutashinda kikubwa tu atushuke daraja e, ubingwa tunawachia JKT Queens. Okay, tumeona mlikuwa moja kati ya mashabiki ambao walikuwa na vibe kubwa sana, ni wa Young Africans vibe mwanzo mpaka mwisho. Unahisi labda hichi kitu kinaashiria nini kwa upande wenu, kwa upande wa Yanga Princess? Ah, uh, hichi kitu akiashiria ta upande wa Yanga Princess. Hichi kitu kinaashiria alam kwa mamlaka mamlaka, nikiwa na maana ya TFF TFF wamekuwa wakituumiza sana sisi Yanga. Yaani, hilo ni jambo ambalo halihitaji hata kuficha wala kukwepa kwepa. Nadhani sisi tulikuja huku kuonyesha TFF tunaipenda timu yetu. Unfortunately, mechi imeisha. Waandishi wa habari mmeruhusiwa karibu 30 kuingia kwenye uwanja, lakini makamu wetu wa rais amezuiliwa kuingia uwanjani. Nadhani sasa hiyo ni moja ya vita ambayo inaonyesha kabisa TFF hawatupendi. Angalia haiba ya matukio ya leo ya, ya mwamuzi. Tumeshinda kwa sababu tuna uwezo, lakini tungekuwa na timu ya kawaida kawaida, kwa mwenendo wa mwamuzi tulikuwa tunapoteza mechi. Zimeongezwa kwanza dakika tisa, hakuna mtu aliye kufa uwanjani useme ambulance ilikuja ikamchukua, hakuna mtu ambaye alizimia useme kwamba alipokuwa anapatiwa treatment, hakuna mtu ambaye labda alivuja damu sana ukasema kwamba huyu mtu alikuwa bado kidogo apoteze maisha, lakini zimeongezwa dakika tisa. Okay, fine, tisa zimeisha, bado mwamuzi anatafuta tu Simba Queens wapate goal, na kama mtu kungetokea na content yote kwenye box la Yanga nilikuwa naiona kabisa penalty ya Simba Queens wakipewa kwa sababu naona kabisa muamuzi anachezesha kwa maelekezo. Okay, labda la mwisho ukiachana um, na hayo ambayo yameshatokea tayari uwanjani pengine labda kwa ili hichi ambacho kinaendelea kwa sasa taifa nzima kila mmoja anazungumza kwa upande wake. Wewe kama wewe kama mdau wa soka mwananchi ya African shabiki kindakindaki kwako wewe, labda unatoa maoni gani na pia ni kitu gani ambacho cha busara utazungumzia ili kusudi amani ya taifa iweze kurudi kwa upande wa football. Mi nadhani TFF ndo wana hiyo alamu ya wao kuendelea na hizi vurugu au wao kuzishinda hizi vurugu, hatuna cha kuambia, lakini sisi tunasema Yanga tumefuata haki yetu kule CAS, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia tutaipata haki yetu. Ukiachana okay, na hicho ambacho kimefanyika leo siku ya tarehe 18 kuna ambalo linaendelea kuumiza vichwa vya waandishi vichwa vya watu wengi sana lilotokea tarehe nane ambako mpaka sasa bado ufumbuzi haujafanyika. Wewe kama shabiki na mdau wa soka kwa upande wa Young Africans labda pengine unatoa maoni gani? Ah, sina maoni zaidi ya kuisupport klabu yangu. Tulisema hatuchezi na hatutacheza wala hatuna mpango wa kucheza. Wa kuamua pekee Yanga kucheza ni FIFA, na kama wao hawataamua sisi turudi uwanjani kucheza na Simba kwenye ligi, hatutacheza. Na only option ya kukutana na vigagula wa Modeji nadhani ni kwenye FA Okay, labda pengine pengine unahisi ni busara gani iweze kutumika ili kusudi amani ya football iweze kurudi zaidi na kama kama ilivyokuwa mwanzo? huko TFF wajitafakari, bodi ya ligi wajiuzulu, Yanga tupewe alama ya zetu tatu muhimu lakini kwa kanuni wanasema marefari pamoja na timu ambayo imefika uwanjani ndo alama zinatolewa. Siku ile hawakutokea marefa, ili labda, imekaaje hiyo kanuni unayoizungumza wewe ya marefari kutokea uwanjani na mtu kupewa alama? Uniambie, ni kanuni ipi pia ilifanya ile mechi ikagairishwa? Okay, labda tukirudi kwenye upande mwingine tena wa pili, sawa, inatangazwa tarehe ya kuja kuweza kucheza dabi ya Kariakoo si ndio? Na wananchi wa Africans ni mnasema kwamba haitotokea na mtu aweza kufika uwanjani. Unahisi labda kama, kama wakiamua viongozi mnaweza mkafanya chochote kile. Msimamo wa Yanga ni hawatapeleka timu uwanjani kucheza kwenye mechi hiyo ya namba 184 ya ligi kuu. Kwa hiyo sizani kama kuna kitu kingine zaidi ya Yanga kutokupeleka timu yatayotokea. Si Yanga wameshushwa daraja, si Yanga wamepokonywa alama tatu na magoli matatu. Wanajua wao msimamo wa Yanga huko pale pale, pale hakuna kupeleka timu uwanjani lakini amani ni bora kuliko kitu chochote mzee wangu. Hiyo busara na amani unayoitaka ilishakuwa rumu ya kufanya hivyo ikashindikana. President wa shirikisho akatoka akaongea maneno ambayo ameongea yale, kila mtu amemuumiza. Kwa hiyo sidhani unataka busara gani nyingine? Busara imeshashindwa kutumika, acha hiyo gasia itumike. Aoni kwamba sasa tunaenda kuweza kushusha ladha na uwalisia wa mpira wetu wa Tanzania kama tayari tumeshafika kasi, manake ni kwamba tumeshindwa kuweza kuendesha mpira wetu, hilo haulioni mzee wangu? Hata dhahabu inapitishwa kwenye moto ili kuwa dhahabu. Kwa hiyo hiyo hadhi na hiyo busara unayoisemea wewe, si tulishaweka room nini kifanyike? Wameshindwa kukifanya. Kwa hiyo sidhani yani, wewe unazidi kupakapaka tu mafuta. Yanga hatuchezi tena she. Maana naona unaenda unarudi, unaenda unarudi. Sisi msimamo wetu hatuchezi. Yani wewe uliza swali lolote, tutarudi pale, pale pale, Yanga hatuchezi labda pengine ni, ni, ni upande gani ambao unahisi labda wame, wameenda kinyume na unatakiwa labda wajisaishe mapema, ili kusudi tunachohitaji ni amani na tunachohitaji ni football, sexy football ile ambayo tumezoea kwa pande zote mbili. Sasa hayo majibu Yanga hawayajui, Simba hawayajui, bodi ya ligi hawayajui, TFF wenye mpira wao hawayajui, na ndio maana sisi Yanga tumeenda kasi kutafuta majibu. Kwa hiyo ukiniambia nini kifanyike mi, lipi lifanyike, sijui, CAS ndo watatoa majibu. Sana asante. Kila dakika Helabet inaibua mamilionea wapya. Ni zamu yako na wewe, kwa milionea mpya kwa kubet na Helabet, na kila kibet na Helabet unapata bonus kibao. Sasa unasubiri nini? Bet leo na Helabet, tembelea www.helabet.co.tz bet kifalme na Helabet.